Kupotea kwa huyu mtoto ilikuwa tarehe nne majira ya saa moja na nusu. Kijana huyu alipata abiria akamsafirisha, sasa akutoa taarifa kwa bodaboda wenzio kujua kwamba ameelekea wapi, lakini taarifa mimi nimeipata jana tarehe tano majira ya saa tisa alasiri, walikuja vijana wa bodaboda wakanieleza kwamba mwenyekiti, sisi tumepungua. Mmepungua kiaje? Mwenzetu, Sigela Hamisi Maulidi hatujamuona tangu jana saa moja na nusu. basi nikawaandikia nikawapa kibali cha kuchangisha. Wale vijana walifanya kazi nzuri, wakajichangisha wakapata hela ya mafuta, lakini baadaye niliwaelekeza waende kwa afisa mtendaji wa kata kwa ajili ya kupata taratibu za kiulinzi na usalama. Walipofika pale, mtendaji akawapa maelekezo kwamba ikifika saa 24 basi, tuwandikie barua waende kituo cha polisi. Na kweli walipofika, wakaja kwangu nikawaandikia barua kwenda kituo cha polisi. Alivyofika leo majira ya saa tatu na nusu basi wananchi kwa umoja wetu na mshikamano wetu tulifanikiwa kupata mwili wa marehemu. Hapa ni marufuku afisa usafirishaji yoyote kubeba abiria zaidi ya mmoja, na inapofika saa moja kutoka nje ya mji, huko amebeba abiria zaidi ya mmoja, atakayekuwa atake, atakayebahatika kubainika tutamchukulia hatua, ila tuwaombe wananchi Hivi vitu vinafanyika ni vya watoto wetu. Anauawa mtoto wetu, anayeua ni mtoto wetu, na hawa watu wanafanya hivi vitu tunawafahamu vizuri. Tuwaombe mtoe ushirikiano kwenye jeshi letu hili la polisi, kwenye serikali yetu hii ya mheshimiwa Rais, mama yetu kipenzi haihitaji kuyaona haya. Tunawaomba mwe mnatoa ushirikiano kwa pamoja, kwa sababu pa hili jambo limetokea, sio la leo, leo siku ya, ya tatu mtu hajaonekana, watu wamekaa kimya, na watu wengine tunasema tunaendelea kufanya nini? Tuwaombe <tutu> lakini tuliombe, tuiombe na serikali. Hawa watu wengine wanatumia njia za simu simu katika kuwapigia watu simu. Hata kama wameondoka na simu zao, tujaribu kufuatilia simu zao zilifanya mawasiliano na wakina nani, na hili tutaanzia hapo, na tunaendelea kufuatilia kama kuna mawasiliano yote ya simu, tutabaini kama alikuwa hayapo basi tuhakikishe sisi wenyewe kwenye familia zetu.